Mlango wa saba Elisha akasema lisikieni, neno la Bwana Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo vili vya shairi kwa shekeli langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, na sisi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai, tutaishi. Wakituua, tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa, wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti wafalme wao wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia, kungaligiza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile wakachukua vitu wakaenda wakavificha ndipo wakaambiana mambo haya tufanyayo si mema leo ni siku ya habari njema na sisi tunanyamaza mkingoja hata kutakapopambazuka madhara atatupata basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme basi wakaenda wakawaita mabawabu waka wambia, wa mji wakawaambia tulifika kituo cha washami na tazama hapana mtu yeyote huko wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutendea Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Na mmojawapo wa watumishi wake akajibu akasema, kunradhi, baadhi ya watu na watwae farasi watano katika hao waliosalia, waliobaki ndani ya mji; tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake; tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia; tukawapeleke tukaone. Basi Wakatoa magari mawili na farasi zake mfalme. Akawatuma kuwafuata Washami akasema, enendeni mkaangalie. Wakawafuata mpaka Yordani, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyovitupa Washami wapate kukimbia upesi. Watu wale waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli, sawa sawa na neno la Bwana. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni, na watu wakamkanyaga langoni akafa, kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Ikatukia kama vile yule mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme, vipimo viwili vya shairi kwa shekeli na kipimo cha unga mzuri kwa shekeli ndivyo vitakavyokuwa kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Na yule akida akamjibu mtu wa Mungu akasema, sasa tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akasema, angalia wewe, utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga langoni, akafa.